Kwa maafisa ugani katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Kwa hiyo tuko makundi mawili tunaotoa mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viwatilifu kwenye zao la korosho. Kundi la kwanza liko katika halmashauri za mkoa wa Mtwara na kundi la pili liko katika halmashauri za mkoa wa Lindi. Sisi hapa tuko halmashauri za mkoa wa Lindi, na leo tuko katika wilaya ya Lindi katika manispaa ya Lindi, tuko na maafisa ugani wote wa halmashauri pamoja na wale e, wa programu maalum ya BBT, e, lengo likiwa ni kuwajengea uwezo e, wa matumizi sahihi na salama ya viwatilifu ili waweze kwenda kuwahudumia wakulima hasa kipindi hiki cha msimu ambapo wakulima wamepewa viwatilifu vya ruzuku na serikali. Tunashukuru serikali ya mama Samia kwa kuweza kuwajali wakulima wake na kuwapa viwatilifu bure ambavyo wanavitumia sasa, ili wakati huu vinagawiwa kwa wakulima, basi vinaambatana na elimu, ambapo maafisa ugani wanaifanya hiyo kazi ya kuweza kugawa viwatilifu kwa kushirikiana na vyama vya ushirika wakati wanagawa hivyo viwatilifu basi eh, waweze kutoa na ushauri na elimu kwa wakulima juu ya matumizi sahihi na salama ya hivyo viwatilifu. Kwa hiyo tunalenga kuwafikia wakulima mia tatu thelathini eh, maafisa ugani mia tatu thelathini na sita katika halmashauri za mkoa wa Lindi ambapo kati ya hao 285 ni wale wa halmashauri zote za mkoa wa Lindi na 152 ni wale wa program maalum ya BBT. Hivyo tunategemea baada ya mafunzo haya wao wakafanye kazi ya kuweza kuwafikia wakulima. Mambo ya kwanza tulikuwa tunaangalia utambuzi wa visumbufu vinavyosumbua zao la korosho lakini sehemu ya pili tulikuwa tunaangalia ni namna gani tunavidhibiti, ambako katika njia kuu tumekuwa tukijifunza njia ya matumizi sahihi na salama ya viwatilifu, na sehemu ya tatu ni matumizi ya mashine kwa maana ya blower kwa ajili ya kupulizia viwatilifu kwenye zao la korosho. Haya, hizi sehemu zote tatu ukizunganisha pamoja unapata uh, kauli mbiu yetu ya leo ya kwamba matumizi sahihi na salama ya viwatilifu. Kwenye utambuzi tuliangalia magonjwa makuu yanayosumbua zao la korosho, ambako tunakoelekea kwenye huu msimu wa 2025 2026 uzalishaji wa korosho tumeangalia ugonjwa wa ubwiliunga tukautambua ugonjwa huo ambao tukaangalia dalili zake, lakini pia kinachosababisha kimelea chake na viwatilifu vyake kwenye utaratibu wa viambata amilifu vinavyotumika kudhibiti. Pia tumeangalia ugonjwa wa blight na wenyewe tumeangalia dalili zake zinazopelekea, ambazo tukaona mabaka yanayokawia na kuwepo kwenye mkorosho, lakini pia tukaangalia namna gani tunaweza tukadhibiti. Kwa tunaamini katika kuendea msimu huu wa kilimo wa zao la korosho 2025 na 2026 maafisa wa gani wetu watatumia elimu hii ya utambuzi wa haya magonjwa kupeleka kwa wakulima. Lakini sehemu nyingine tukawaelekeza namna ya kutambua wadudu waharibifu, ambao kwa sehemu kubwa tulijikita kuwatambua wadudu kama vile mbwa mikorosho na minazi, wadudu kama vile milbag au vidungata, lakini pia wadudu kama vile kifaa uongo, lakini wadudu kama vile utitili. Hawa wote tumewaelekeza namna ya kuwatambua, tukawaelekeza namna ya kuwadhibiti, ambako matumizi ya viwatilifu yenye viambata amilifu vile ambao vinakidhi mahitaji kwa ajili ya kudhibiti wadudu hawa, tukawaelekeza namna ya kutambua wadudu waharibifu kuwatambua wadudu kama vile mbu wa mikorosho na minazi, wadudu kama vile mealybug au vidungata, lakini pia wadudu kama vile kifa uongo, lakini wadudu kama vile utitiri. Hao wote tumewaelekeza namna ya kuwatambua, tukawaelekeza namna ya kudhibiti ambako matumizi ya viwatilifu yenye viambata amilifu vile ambavyo vinakidhi mahitaji kwa ajili ya kudhibiti wadudu hao, tunao pia tumewaelekeza. Na mwisho tukaangalia njia za kudhibiti ambapo sehemu kubwa tulijikita, matumizi ya viwatilifu na michanganyo ya hivi viwatilifu kwenye zao la korosho naamini mafunzo haya yatakuwa ni chachu kubwa sana ya kuwapa elimu wakulima, lakini chachu kubwa sana ya kuongeza uzalishaji katika uh, manispaa hii ya Lindi, lakini pia na taifa kwa ujumla. Sambamba na hiyo, tukawaelekeza ni namna gani wapuliziaji wetu ambao kwa sehemu kubwa ndio watumiaji wa viwatilifu na ndio ambao wana pia wanaliongoza soko letu hili la zao la korosho kwenye upuliziaji, namna gani ya kutumia mashine ile, mashine ambayo yenyewe ndio inatumia hivi viwatilifu. Tuliyopata ni makubwa aweza kutusaidia kwa sababu zipo changamoto ambazo wakati mwingine tulikuwa tunashinda kuzitatua, haswa za magonjwa. Ni kwa sababu hali ya hewa zinabadilika kila siku, lakini vile tunavyopeana tunavyopeana ujuzi na uelewa katika yale mabadiliko yanayojitokeza kila siku, na sisi tunapata ufumbuzi wa kuweza kuwasaidia wakulima wetu waweze kufanya vizuri zaidi. Na sisi kwa mafunzo haya tuliyoyapata, tunaamini tutawasaidia vizuri wakulima wetu, kwa sababu pembejeo zimefika kwa wakati kwa wakulima, na wakulima na wanategemea makubwa kwetu, na sisi tuseme tu kwa hadi ya serikali kwa kauli ya Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi kwenye ilani yake ya kufikisha tani laki saba tunauhakika, kwa ushirikiano huu kati yetu sisi na bodi ya korosho pamoja na TARI Naliendele tunaweza tukafikia kwenye uzito huo, tunaweza tukafikia kwenye kiwango hicho cha upatikanaji wa tani laki saba. Kwa hiyo niwashukuru tu wataalamu na niwashukuru mkoa kwa kusimamia hili kwamba na sisi tutalitekeleza kwa, ma, kwa, kwa sehemu yetu kama maafisa kilimo kwa elimu hii ambayo leo tumepatiwa. Uh, tunashukuru kwa kupata mafunzo haya ya kutujengea uwezo wa namna ya kutumia viwatilifu kwa usahihi. Lakini pia mafunzo haya yatatufanya sisi kwenda kuwaongezea elimu wakulima wetu ili waweze kuzalisha kwa tija. Uh, wakulima walikuwa wanakosea kwenye namna ya upuriziaji utumiaji wa viwatilifu, kwa hiyo sasa hivi tutaenda kurekebisha pale ambapo tulikuwa tunakosea au, uh, wakulima walikuwa wanakosea ili waweze kupata Mazao bora zaidi. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote, hapa hapa Mashujaa TV.